Entertainment, lifestyle and gossip. Karibu kwenye The Big Five. Karibu kwenye The Big Big Five. Five. Rapa 21 Savage akamatwa na uhamiaji Marekani. Rapa 21 Savage amekamatwa Jumapili na uhamiaji nchini Marekani kwa madai ya kuishi nchini humo kinyemela. Rapa huyo ni raia wa Uingereza, kitu ambacho wengi walikuwa hawafahamu, nikiwemo mimi mwenyewe. 21 ambaye jina lake halisi ni Shaabin Abraham Joseph alienda Marekani mwaka 2005 akiwa mtoto, na alikaa mwaka mmoja zaidi ya viza yake ilivyokuwa ikiruhusu, iliyomalizika mwaka uliofuata. Kwa sasa rapa huyo anashikiliwa huko Georgia na yupo hatarini k nchini Marekani. Wanasheria wake wamesema wanapambana ili wamtoe, huku wakiendelea kupigana kuweka mambo sawa kumwezesha kuendelea kuishi nchini humo. Demi Lovato afuta akaunti yake ya Twitter. Mwimbaji wa Marekani Demi Lovato amefuta akaunti yake ya Twitter baada ya utani wake dhidi ya changamoto anazozipitia 21 Savage kukasirisha wengi. Rappers wakiwemo Wale na Offset wamemchana mwimbaji huyo. Demi amewakera wengi baada ya kudai kuwa mimi iliyomfurahisha zaidi Jumapili ni hii inayoonyesha mtu akiandika kwenye karatasi kwa kutumia kalamu ya nyoya, huku ikidai kuwa ndivyo 21 amekuwa akiandika mashairi yake. watu wengi wamemshambulia kiasi cha kumfanya aifute akaunti yake ya Twitter. ametumia Instagram kujitetea akisema kuwa hakuwa akimcheka 21 kwa masaibu yaliyompata, bali mimi hiyo pekee ndiyo iliyomfurahisha kwa kuwa wengi hawakujua kuwa rapo huyo ni Mwingereza. Nicki Minaj adai albamu yake ya tano imekamilika. Ikiwa ni takriban miezi sita tu tangu aachia albamu yake ya Queen, Nicki Minaj amedai kuwa amekamilisha albamu yake ya tano. Amesema hivyo kwenye intro ya remix ya wimbo wa Meek Mill na Drake Going Bad, kuwa lebo yake imempigia simu ikitaka albamu ya tano na kudai kwamba ipo tayari. Kwa sasa rapa huyo ameachia video ya ngoma yake e iitwayo Hard White kwenye kipindi chake cha Queen Radio ambapo mgeni wake alikuwa ni Soja Boy. Rapa huyo amesema anafanya wimbo na Soja na atakuwa naye kwenye ziara yake ya Marekani. Mwanamke adai kutekwa na Soja Boy. Soulja Boy aka Young Draco ameendelea kuteka vichwa vya habari nchini Marekani na sasa ameibuka mwanamke anayedai kuwa Soulja Boy alimteka siku ya Jumamosi. TMZ imedai kuwa mwanamke huyo aitwaye Kayla alikuwa nyumbani kwa rapa huyo Los Angeles, lakini mambo yaliharibika na wakaingia kwenye malumbano makali. Kayla anadaiwa kuwa na uhusiano na Big Draco. Alikuwa akiondoka hapo na ndipo msaidizi wake alikasirika na kuanza kugombana naye. Soulja anadaiwa kujaribu kuachanisha, lakini mrembo huyo ilipigwa ngumi na mateke akiwa chini na akafungwa kamba kwenye kiti nyuma ya nyumba hiyo kwa waya za extension kwa masaa sita. Aliachiwa asubuhi na kuamua kwenda kuripoti polisi. Anadaiwa kulazwa na kutibiwa kutokana na kupata majeraha kwenye mbavu. Meneja wa Soja Boy amekanusha tuma hizo. Soja Boy bado yupo kwenye probation kwa kosa la kumiliki silaha. Na Bow Wow na girlfriend wake wakamatwa baada ya kupigana. Weekend ya shangwe za Super Bowl nchini Marekani haikuwa nzuri kwa Bow Wow na girlfriend wake. Jumamosi, rapa huyu ambaye jina lake halisi ni Shad Moss pamoja na mpenzi wake Leslie Holden aka Kiyomi walikamatwa na polisi baada ya kudundana huko Atlanta. polisi wameshindwa kutambua nani aliyeanzisha ugomvi huo, kwa hiyo wote wanakabiliwa na kosa la kushambulia. Tayari Bow Wow yupo nje kwa dhamana. Hakuna taarifa kama mpenzi wake naye ametoka nje kwa dhamana pia. Pamoja na wote kukamatwa wake wa karibu wamedai kuwa Holden ndiye aliyekuwa mgomvi. Picha za baada ya tukio hilo zimewaonyesha wote akiwa na michubuko usoni. Well, asante sana kwa kuwa nami leo katika The Big 5. Kumbuka katika mwezi huu wa Malavidavi wa Valentines, basi una nafasi ya kushinda milioni moja kwa ajili yako na milioni moja nyingine kwa ajili ya yule mpendaye. Kama haitoshi, Jumatano hii watu watano na wapendanao watano watajishindia hadi shilingi milioni 20. Ukishinda na yeye anashinda. Kucheza ni rahisi kabisa. Nenda kwenye menu ya Mpesa, Tigo Pesa wa Airtel Money, chagua lipa bili, halafu andika namba ya kampuni tano, tano, tano, moja, moja, moja na pia kumbukumbu -kumbu namba weka namba zako tatu za bahati kwa mfano 214 mfano mwingine 316 pamoja na neno sauti kiasi unaweza kucheza kuanzia shilingi 500 hadi shilingi 30,000 fanya hivyo ili wewe ushinde pamoja na mpenzi wako kupitia tatu mzuka hadi siku nyingine jina langu ni Skywalker kwa heri uwa karibu na matukio ya burudani Gossip, lifestyle, style, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.